Mtazamaji na viongozi wa ODM leo wamefanya maombi maalum kaunti ya Kilifi, wakihitimisha hafla za kuadhimisha miaka 20 ya chama hicho. Hayo yanajiri huku waanzilishi wa chama hicho wakiongozwa na Rais William Ruto wakikongamana jana usiku kwa mankuli ya pamoja ili kukumbuka kubuniwa kwa chama hicho cha chungwa. Na msato lale na taarifa DJ DJ. Hapana, lete mchanganyiko Akiwa amevalia sare ya njano na kofia ya rangi ya chungwa kuashiria ushirikiano na ODM, Rais William Ruto aliongoza baadhi ya waanzilishi wa chama cha ODM kupigia debe kuendelezwa kwa mazungumzo ya ushirikiano kati ya chama hicho na serikali. Mnasema nirudi nyumbani, siniko ni nyumbani tayari. It is the problem.

Akihudhuria hafla rasmi ya waanzilishi wa chama cha ODM kwenye sherehe za kuadhimisha miaka 20 ya chama hicho jijini Mombasa, Rais Ruto aliongoza waanzilishaji hao wa chama kumpongeza hayati Raila kwa kupigania haki na demokrasia.

to say no to reject what we call the Kilifi draft Wago draft the cake is now cut Seth Olale, Runinga ya Citizen